Kampuni yetu imeamua kujiwekeza katika swala la uwekezaji wa apartment kwa sababu tumeona kunayo haja ya kuwasaidia watu mbalimbali ikiwemo wa Tanzania kumiliki nyumba katika eneo la Masaki, kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kupata nyumba maeneo ya huku Masaki, lakini tumeona kunayo haja ya kuwasaidia na watu wengine wawekeze. Nyumba zetu ni kwa ajili ya kwa makazi, unaweza kuchukua kwa ajili ya makazi, unaweza ukachukua kwa ajili ya kuinvesti kwa ajili ya kufanya biashara kupangisha inaweza kukupa faida pia. Mradi wetu umeanza rasmi mwishoni wa mwezi wa tatu na mpaka sasa hivi tupo kwenye ujenzi, tupo fourth floor. Na pia mradi wetu una apartment za aina mbalimbali kuanzia one bedroom tuna kwanzia, tuna ya square meter mbili ambayo inakuwa ina chumba sebre na jiko pamoja na toilet, alafu tuna two bedroom, three bedroom, three na four bedroom, ukubwa kama nilivyosema The smallest inaanzia na arobaini na saba pointi mbili, na kubwa zaidi inaanzia mia moja sabini pointi nne. Lakini tunazo za aina tofauti. 3 bedroom zipo za aina tano, 2 bedroom zipo za aina tatu. Lakini system ya malipo tuliyonayo kwa sasa, mteja anaweza kuja tuna bagen, tunaongea sisi na mteja, kampuni inakuruhusu kulipa vile ambavyo utatamani wewe kulipa. Ili mradi tu ulipe katikati ya muda wa ujenzi. Mradi wetu utakuwa na almost miaka miwili ya ujenzi kuanzia sasa. Tumeanza toka mwezi wa tatu, kwa hiyo tunategemea kumaliza 2027, mwanzoni mwa mwaka 2027. Inaweza ikawa January au February. Kwa unaweza ukalipa kidogo kidogo mpaka unavyomaliza hatukubani, kulingana na uwezo wako wa kulipa. Tunakaa tuna negotiate, usiogope kabisa usana. Swala la malipo ni rafiki kwa mteja, lakini pia apartment zetu zitakuwa na full furnished apartment. Tunategemea kuimport furnitures from abroad. Kwa hiyo tunatarajia kuingiza kila kitu kutoka nje chenye ubora wa hali ya juu ikiwa ni pamoja na sofa, uh, vitanda, mafriji, makabati, washing machine, uh, majiko ya kupikia AC, kila kitu tuta import from China, na kwa sasa mteja anaweza kufika ofisini kwetu Mwaya Street iliyopo Masaki, ambapo wawalilikuwa Upendo Boutique Hotel, akajionea tunazo some samples hizo, baadhi ya material ambazo tutazitumia kwa ajili ya, ya kwenye finishing na kama sample za nyumba, ikiwa pamoja na vioo friji makochi pia yatakuwepo. Unaweza ukaja ukachagua kitu ambacho unakitaka kitakacho kupendezesha nyumba yako, na ukija kwenye ofisi zetu unaweza kujionea models za jengo husika, kama unavyoliona hapa, unaweza kujionea na pia unaweza kuona models ya nyumba husika moja moja, kama tunavyosema one bedroom zinaonekanaje, unaweza kuiona two bedroom inaonekanaje, unaweza kuiona na three na four zinaonekana, na hizo models zote, tuna buildings mbili. Buildings number one, building number two. Jengo letu la mbele limepakana na hii barabara ya Mwaya Street, inaitwa Mwaya Road. Jengo letu la kwanza lina blocks mbili, block A itakuwa hapa, block B itakuwa hapa. Jengo namba mbili lina block C na D. Kwenye jengo namba moja ndo tunapata main entrance. Watu wataingilia kupitia main entrance ambayo iko hapa, baada ya kuingia utakutana na first floor. Kuna parking kwenye first floor na pia underground basement kuna parking. Kila mtu atakayenunua apartment kwetu atapata parking fixed one. Alafu kwenye hili jengo tuna aina tatu za apartment, ikiwa ni pamoja na one bedroom, two bedroom, three na four bedroom. One bedroom zitakuwa hapa, four itakuwa hapa na hapa, three bedroom iko hapa na hapa kwa nyuma. Lakini jengo hili lina swimming pool mbili, swimming pool ambayo ipo top floor na pia kuna swimming pool nyingine ipo ground floor. Hizi zote ni public use, mtu yote atakayepata nafasi ya kumiliki nyumba katika jengo hili anaruhusiwa kutumia. Lakini pia katika jengo hili tuna sehemu za gym pamoja na vifaa, kwa wapenzi wa mazoezi, wanaweza wakaingia humu kwa ajili ya kufanya mazoezi. Pia katika ground floor hapo kuna business area na coffee place ambayo wale watu wenye biashara zao wanaweza kufika wakakaa hapo chini wakafanya mazungumzo wakamalizana hapo bila hata kumkaribisha mgeni ndani. Au pia unaweza kaenda hiyo cafe area mkakaa na mgeni wako mkamaliza stori hapo bila kumpeleka ndani kwako. Hizo ni kwa wale wakazi ambao watakuwa memiliki hapa, wanaruhusiwa kutumia for free. Lakini pia hapa nje pia tutakuwa na parking ambazo tutazitengeneza kwa wageni wanaokuja na kuondoka, wanaweza wakatumia parking hizi hapa nje kupaki magari yao. Jengo letu lina floor saba, kama unavyoliona, tuna ground floor hii hapa, floor ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba na penthouse. Floor zote ni free, inategemea wewe unatamani kukaa wapi. Wale wanaopenda sea view, pia tupo karibu na bahari, unaweza ukaona sea view kuanzia floor five, floor ya tano, ya sita, ya saba ni rahisi kuona sea view. Pia eneo hili hapa kuna free space pia ya kukaa kupumzika kuongea ambayo ina ukubwa wa mita tisa kwa mita saba. Tumetengeneza kwa ajili ya wamiliki wa eneo hili, wanaweza kutumia kukaa kupiga stori muda wa jioni, muda wa asubuhi, nayo ni free. Jengo la huku nyuma kama nilivyosema, huku kuna three bedroom, katikati hapa pana two bedrooms ya 99 square meters. Kuna ya 94 na ya 118 pamoja na Three bed mkubwa ya square mita a ya mia moja hamsini na tisa. Eneo hili hapa ni nzuri sana kwa wale wanaotamani three bed mkubwa kwa ajili ya familia, wanaweza wakatumia hili hapa kwa sababu kuna balcony za kutosha. Karibia vyumba vyote vitatu vina balcony. Kuanzia jikoni, sebule, vyumba vyote vya kulala vina balcony na kujitegemea, vinaruhusu hewa ya kutosha na mwanga kupita. Pia tumepakana na upande mzuri wa kuangalia bahari, sea view ambao wanapenda wanaweza wakakaa upande huu. Ni choice ya mteja yeye kukaa wapi. Atakapo, atakapo tamani yeye kukaa. E, mbele yenu hapa ni modo ya one bedroom, ambayo kwa ukubwa ina square meter arobaini na saba point mbili. Hii nyumba ni nzuri sana kwa ajili ya uwekezaji. Kwa wale watu ambao wanapenda kuwekeza, unaweza ukainunua hii nyumba kwa ajili ya kupangisha na ndani ya muda mfupi unaweza ukawa umerudisha gharama zako zote, ambazo umetumia kununulia. Nyumba hii ina muundo ufuatao. Baada ya kuingia tu unakutana na sehemu ya jiko na pia unakutana na choo chako ambacho kina bafu pia na pia katika sehemu ya bafu tutakuwekea sehemu ya kufuria nguo. Utapata laundry itakayokuwa sehemu humo ya ndani, utakuwa na washing machine yako mle ndani. Pia kuna sehemu ya sitting room na bedroom. Mteja akiwahi sasa hivi, anaweza kaamua tumuongezee nini kwenye hii one bedroom. Ni nzuri sana, nzuri sana kwa uwekezaji mbeleoni. Pia napenda kuwaonesha modo ya two bedroom, structure yetu ipo kama ifuatavyo. Two bedroom hii ni nzuri pia kwa investment, ambayo ukiingia tu mlango mkubwa unakutana na kitchen, unakutana na sehemu ya dining, unakutana na sehemu ya sitting room. Lakini bedroom zetu zote mbili zina balcony ya kujitegemea, lakini ina choo chake na bafu yake tu. Bedroom zetu zipo za aina tatu. Kuna hii ya kwanza ambayo nimekuonesha ina sukia mita 99.21 lakini tuna ya sukia mita 94.6 na tuna sukia mita 118 point hamsini na tano. Two bedroom kubwa kabisa kwa wale ambao wanataka kukaa kwa ajili ya familia, na tisini na nne kwa ambao wanataka kwa investment, tisini na tisa pia kwa kukaa na kuinvest zote ni nzuri. Pia apartment zetu zinakupa fursa ya kupata three bedrooms. Tunaposema three bedrooms, unapata vyumba vitatu vya kulala. ambapo vyumba hivyo vinakuwa vina sehemu ya choo na bafu. Kila chumba kinakuwa nacho choo chake na bafu yake ndani. Na pia unapata choo cha nne ambacho ni public toilet. Lakini sebule yako inakuwa ina sehemu ya kukaa, sitting room pia, inakopo ina dining room, sehemu ya kulia chakula, lakini pia unapata sehemu ya jiko. Vyumba vyote hivi viwili vya kulala vinakuwa vina balcony, ambazo mtu jioni, unataka kupunga upepo kutoka nje, unaweza ukazitumia. Pia tunakupa sehemu ya laundry, tutakuwekea washing machine kule, unakitaka kufua nguo zako, unaweza ukazitumia. Okay, apartment zetu pia zimekuletea 4 bedroom ya square meter 170.4 ambayo hii kwa ajili ya familia ni nzuri sana. Wale wenye familia kubwa, unatamani kukaa kwa ajili ya familia yako ukatulia, hii inakufaa kabisa. Ukiingia main entrance unakutana na kitchen, baada ya hapo utakutana na dining, lakini utakutana na sitting room kwa ajili ya kupumzika hapo, ila pia tuna choo cha public. Kwa hiyo unakuwa kuna four bedroom, vyumba vinne vya kulala vyenye vyoo vinne, na pia choo cha tano kwa ajili ya wageni Tunakukaribisheni sana pia, for bedroom hii imekupa pia space kubwa kwa ajili ya laundry, sehemu ya kufulia nguo, tutakwekea washing machine pale unaweza ukafua nguo zako na bedroom, kila bedroom ina balcony. Mtu anaweza kutumia balcony hii, akatoka, akapunga upepo. Ni nzuri sana pia kwa ajili ya familia na tunakuhakikishia itakuwa ni nzuri yenye ubora wa hali ya juu. Kila kitu kuanzia furnitures, decoration ya nyumba itakuwa ni best mwisho kabisa niwependi kuwakaribisha sana kututembelea katika ofisi zetu ambazo ziko Masaki, mtaa wa Mwaya, au unaweza ukaandika Upendo Boutique Hoteli ikakufikisha mpaka ofisini kwetu, au unaweza kutupigia simu namba sifuri saba arobaini ishirini na nane themanini na nane themanini na nane.